Jitihada njema unazoziweka au ulizoziweka juu ya familia yako hazijapotea, matunda yake yapo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kiroho, lakini na mambo ya kimaisha kwa ujumla wake. Mimi naitwa Ita Joji. Karibu sana, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa siku hii ulotupatia. Tunapenda kuongea na kutafakari maneno yako, tupe Roho wako kwa kiongozi, kwa jina Yesu Kristo, amina. Katika video ya leo mpendwa, nimependa tutiane moyo ya kwamba kuna wakati fulani katika maisha unajikuta unaweka jitihada fulani, unaweka makusudi fulani ya lazima kabisa kuhakikisha kwamba familia yako, mume wako, mke wako, watoto wako, wewe mwenyewe unafanya mabadiliko fulani kuelekea katika mema, lakini unakuja kutazama au unakuja kugundua kwamba unaona kana kwamba zile jitihada zote unazozifanya, unaona kana kwamba hazina matokeo yoyote, na hivyo unaanza kupata wasiwasi wasi na kukata tamaa. Leo nitashare na wewe mambo matatu ambayo yatatutia moyo wote kwa pamoja, kwamba pale tunapofanya au tunapoweka jitihada kwa ajili ya kutenda mema katika familia zetu, basi tujue kwamba jitihada hizo hazijaenda bure wala hazijapotea. Matunda yake yapo. Nitakupa mfano mdogo tu ambao mfano huo ni ushuhuda wangu mimi mwenyewe, ambao ulinitokea kwangu mimi kupitia mtoto wangu wa kwanza. Kijana wangu huyu alichelewa sana kuongea, kwa hiyo mimi mwenyewe nikawa napata wasiwasi nikisema kwamba kwa, mm, kwa sababu amechelewa kuongea, ya, yaani maneno hayatamki ipasavyo, bado hajanyoosha sentensi. Kwa hiyo mimi mwenye mwenyewe moyoni mwangu nikawa na nadhani kwamba mambo ninayomwambia huenda hanielewi. Wakati wa kuomba asubuhi na jioni namfundisha somo kama kawaida tunavyofundisha watoto, lakini ndani ya moyo wangu nikawa nasema hivi, anaelewa kweli kinachomfundisha? Lakini bado niliendelea kumfundisha na kumwombea, na siku moja nakumbuka nimwambia kwamba chora, nampa karatasi nikamwambia, leo nataka uchore, akaniambia nichore nini? Nikamwambia, leo chora picha ya familia yetu. Basi nikawa nimembele karatasi na penseli, amekaa mezani na mimi nikawa naendelea na shughuli zangu. Baadaye amemaliza anakuja kunionyesha. Nilipoangalia pale kwenye picha amechora wakini, sasa amechora watu watano na kwenye familia yetu tupo watu wanne, mume wangu, mimi, yeye na mdogo wake sasa nikamuuliza nikamuuliza kwamba hii picha ni ya familia gani? Akaniambia hii picha ni ya familia yetu, kwa lugha yake, sasa vile bado maneno hayajakaza, akaniambia hii picha ya familia yetu. Nikamwambia familia yetu ndio, lakini mbona hapa naona watu watano na sisi tuko watu wanne? Akaniambia aha, akaanza kunitajia sasa, huyu wa kwanza ni Yesu, huyu wa pili ni baba, na huyu wa tatu ni wewe, huyu wa nne ni mimi na huyu wa tano ni mdogo wangu. Nilinyamaza nikamwangalia, akaniambia mama, vile vile anavyoongea kwamba mama, ulisema Yesu yupo pamoja na sisi kila siku, kwa hiyo hata hapa kwenye picha. Ulikuwa unanifundisha kila siku kwamba Yesu yupo pamoja na sisi mpendwa. Nilitamani hata kulia machozi, nilifurahi, nikamkumbatia. Ndipo nikaja kuelewa kwamba jitihada zozote tunazoziweka hazipotei bule mpendwa, hazipotei bule, kwa sababu mimi nilikuwa nikimfundisha mtoto wangu, sikujua hata kama anaelewa, kwamba nikimwambia, Yesu yupo nasi kila siku, nikimwambia kwamba unapolala kuchumani kwako mwanangu, usianze kuita mama mama ukiwa unaogopa, mwite Yesu. Yesu yupo pamoja na sisi kila mahali tunapokwenda, yani sehemu yoyote, ukifanya chochote kile, ujue Yesu uko pamoja naye kwa hiyo sikujua kumbe kile kitu anaelewa. Na vile sasa nilivyokuwa namuona, labda ni mdogo, nikamwona amechewa kuongea, mimi kwa akili yangu ya haraka haraka nikajua labda hata anielewi, kumbe alo anaelewa na anajua kabisa Yesu yuko pamoja nasi, na uenda hata akanikumbusha pale niliposahau kwamba hata kwenye picha Yesu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo hii kupitia mshuhuda nikaja kujifunza kwamba sisi haijalishi, hey, wewe ndani ya familia ni nani kama ni mzazi au ni mtoto, weka makusudi ya lazima kuweka jitihada kutenda mema. Maana unaweza ukawa wewe ni mtoto ndani ya familia, lakini ukawa wewe ni mwiba ndani ya familia, unawafanya wengine watende matendo asiofaa. Lakini pale utapokusudia kwa lazima kufanya yaliyo mema, basi hata familia itakuwa na msingi mwema. Haijalishi wewe ni baba, ni mama, jitihada zako unapoziweka tena kwa makusudi, hazipotei. Jambo la kwanza nimeliandika pale, nasema usiyaogope majaribu yanayoonekana kuwa na nguvu kukushinda. Usiyaogope, usiyaogope hayo majaribu ambayo unasema kabisa kwamba labda mimi natamani nianze ibada asubuhi na jioni nyumbani mwangu, lakini watoto wangu wameshindikana, wana matusi, wana maneno yasiyofaa. Mume wangu sijui hata kama atakubali nchi kitu, mke wangu hasidhani kama atakubali Usiyaogope hayo majaribu ambayo ukiyatazama sasa, ah, nitaweza kweli kuanzisha ibada nyumbani kwangu? Nitaweza kweli kuwasi watoto wangu wafanye ibada, waende kanisani, waende msikitini? Usiyaogope kwa sababu katika Torati, kitabu cha Torati ishirini fungu la kumi na saba inasema hivi, katika kitabu cha Torati ishirini fungu la kwanza inasema hivi, utakapokwenda vitani kupigana utakapoona watu wengi kukushinda wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Hili fungu linazungumzia kwamba unapokwenda vitani, utapoona watu wengi kukushinda wewe, usiogope. Lakini wewe, uwanja wako wa vita ni hapo nyumbani kwako. Uwanja wako wa vita ni hapo nyumbani kwako. Kama umeangalia video yangu ya nyuma, nikasema kwamba katika kitu ambacho unatakiwa ukishikilie ni familia yako. Umepewa familia yako uiendeshe mwanzo mpaka uifikishe mwisho. Kwa hiyo unaposhikilia jambo lolote familia, iwe ni jambo la kwanza. Kwa hiyo familia ni uwanja wako wa vita, ambapo pale ndipo vita vingi vinapigwa. Kwa hiyo utapofika ndani ya familia yako ukakuta kuna changamoto nyingi ambazo unaziona kabisa, hizi changamoto sitaziweza, usiogope, ujue kwamba Mungu yuko pamoja nao Ujua kwamba Yesu yuko pamoja nawe, na hiyo nia ya wewe kuanza kutamani kwamba mabadiliko yafanyike ndani ya familia yako, basi ujue kabisa ni Yesu amelitia wazo hilo ndani yako, na hata kuacha ulifanye mwenyewe, atafanya pamoja nawe. Jambo la pili, unapoanza kupiga hatua katika kutenda mema au kutenda hayo ambayo ni makusudi ya Mungu, mambo haya utokea. Jambo la kwanza ni kutetemeka, unasema hivi nitaweza kweli? Hmm, hofu inakuingia, unasema ninavyomfahamu mke wangu, ninavyomfahamu mume wangu, alivyoshikwa na dunia, alivyoshikamana shi na mambo ya ulimwengu, watoto wangu, hmm, mambo anayoyafanya hivi, nitaweza kweli kuleta mabadiliko, kumleta Yesu ndani ya nyumba hii? Hayo mambo lazima yanakupata, wasiwasi, woga, kutetemeka. Lakini katika Torati, hichi kitabu cha Torati, fungu lile la pili na la tatu, nasema hivi, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamanaye yaani, Bwana ndiye anayeambatana pamoja na wewe, yaani kwa sababu Kristo pekee yeye mwenyewe ndio alioliweka wazo hilo kichwani mwako, akaruhusu utamani kuleta mabadiliko ndani ya nyumba yako, basi hata kuacha na. Ukishafahamu hilo, hutaenda kwa woga, utamkabidhi familia yako na utaanza kupiga hatua ya ushindi pamoja na Kristo. Jambo la tatu, kusudia kuangamiza matendo yote ambayo ni machukizo kwa Bwana. Jambo la tatu, kusudia kuangamiza matendo yote ambayo ni machukizo kwa Bwana ambayo yanapatikana ndani ya familia yako. Ukishaamua kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu, basi hakikisha ndani ya nyumba yako yote ambayo ni machukizo unayaangamiza kabisa katika Torati ishirini fungu la kumi na saba na kumi na nane inasema hivi: ngamize kabisa Mhiti, Mwamori, Mkaanani, Mperisi, Mhivi, Miebusi, wasije wakawafunza kufanya mfano wa machukizo yao wote. Kwa hiyo, kumbe wakati mwingine ndani ya familia zetu ni miziki inayokilizwa tamu, ambazo ni chafu, zisizokuwa na maadili, ndo zinazotawazamu hmm? Maneno machafu, kauli chafu zinazoongelewa humo ndani, pigana kutukanana, huenda ndo matendo yanayofanyika humo ndani. Hayo yote ndiyo mhiti wako, hayo yote ndiyo mwamori wako, hayo yote ndiyo mkanaani ambao unatakiwa uudoe ndani ya malango yako, kwa sababu ukiyaacha, yatachafua, hayataruhusu uwepo wa Mungu ndani ya malango yako hayata ruhusu kukaa kwa Yesu ndani ya malango yako, kwenda kwa waganga ilizi, mambo yasiyofaa yote ambayo unajua kabisa haya haya hata ruhusu uwepo wa Mungu ndani ya familia yangu. Unatakiwa uyaondoe haraka, ili uwepo wa Mungu uwepo na si uwepo wa adui. Mpendwa, jitihada zozote unazozifanya kwa lengo la kuleta mema kwa lengo la kumkaribisha Kristo ndani ya familia yako, jitihada hizo hazitapita bure, kwa sababu mungu atakuwa pamoja nawe, Mungu atakuwa pamoja nawe, na matunda hakika utayaona, utayaona hakika, na uendo usi, na usiyaone wewe lakini, tutakapofika siku moja mbinguni, Kristo mwenyewe atatuambia kwamba, mwanangu, vile ulivyokuwa unamwambia mume wako, vile ulivyokuwa unamwambia mke wako, vile ulivyokuwa unaongea na watoto wako, japokuwa ulilala mauti, ukaona kana kwamba huja hamna chochote kilichotokea. Lakini tazama, ona watoto wako wale pale, ona mume wako ule pale, ona mke wako ule pale. Ulilala, lakini yale matendo, zile jitihada, zilikuwa ni mbegu ndani ya maisha yao. Na tazama sasa, uko nao katika haya milele. Ni tamanio langu ambalo natamani na nadhani nawe pia mpendo unatamani kwamba siku moja ukarithi ufalme wa mbinguni pamoja na familia zetu. Basi hilo likawa itamanio lako likawa itamanio langu kwa jina lake Yesu Kristo amina. Basi tuombe. Asante Yesu kwa baraka hizi, asante Yesu kwa kuongea nasi, endelea kututia nguvu, kwa sababu hata neno lako linasema duniani tunayo dhiki, lakini umesema wewe umeyashinda. Kwa sababu umeshinda, Mwokozi umeshatushindia kila kitu, tuimarishe katika neno lako, kwa jina Yesu Kristo, amina. Basi mpendo ukae na siku njema, Mungu akakubariki sana. Usikati tamaa katika chochote ambacho unakipitia. Usisahau kulaiki, usisahau kusubscribe, usisahau ku comment, lakini pia usisahau ku share. Asante sana kwa kutazama. Mimi naitwa Judith Mchani. Katika kipindi kingine, asante na kwaheri.